Na kuuliza wewe, mume wangu tena, mume wangu wa ndoa, nakuuliza wewe, mume wangu tena, mume wangu wa ndoa, hivyo umeanza kunipanda kichwani sasa hivi eh? Wewe Simon, subutu, nakwambia wewe, subutu Simon. Yaani nitakikesha, kama ni mama yangu analia kwenye kaburi langu, basi na mama yako atalia kwenye kaburi lako. Sasa hivi siko sawa, Usinichanganye Simon, umeanza kunipanda kichwani sasa hivi eh, umeanza kunipanda kichwani. We mwanamke we, wewe mwanamke wewe, nitakuja kuitoa yolo yako hiyo, na ni kama jinsi nilivyo hapa. Nakwambia mimi nitakufa kwa ajili ya kipigo chako basi, na wewe nitahakikisha Njafo, Simon, Simon, na kuua, hebu njoo sebleni, achana naye huyo mpumbavu, njoo tuongee maneno yenye maana. Simon. Una bahati. Una bahati nakwambia. Bahati gani unaiongelea wewe? Hivi unanishukuliaje mimi wewe Simon. Unaona mimi mpumbavu sina akili kwa ajili yako eh? Una bahati wasipigizani makelele na mwanamke kajifunze kuwa mume bora na sio bora mume tu toka hapa. Aona majukumu yote unayajua wewe. Mnagombana, gombana nini bwana? Je, tufanye mambo yenye yenye umuhimu badala uwe serious uje tuongee mambo ya maana. Unagombana gombana huko ndani na mtu asiye na akili. Kati tuongee na mambo mazuri hapa, tuongee na mgeni. Unashindana na huyo kenge kila saa, mnagombana, mnazozana, mnazozana yeah. Kwa nini? Ah, ninipakkauk ah, hata mimi. Kukausha kama alivyonikausha mimi. Achana naye. Maya, naomba unitunzie Saimoni mwanangu. Hana raha. Ndio maisha anayoishi haya ya shida. Ana hela zake, ana nyumba yake, lakini maisha anayoishi ni haya. Naomba unitengenezee mwanangu, umenielewa? Nimekupenda sana mwanangu, nakupenda bule, karibu sana usikondeshwe. na mtu mpumbavu kama hivyo. Ka! Tulia, achana naye yule, muda si mrefu ataondoka humo ndani. Bwana mchuzi, karibu sana nyumbani. Yaani kwa kifupi, wewe kuwa huru hapa, mimi ni kwangu, na katika changamoto zako zote hizo ulizoniambia nikiwa kama rafiki yako mi nimejitolea kukusaidia, kwa hiyo relax, rafiki yangu, ndugu yangu. Nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa nyumbani kwako, na wewe ni rafiki yangu mmoja mkubwa sana kati ya marafiki zangu ambao nawafahamu. Nipende kushukuru sana kwa hiyo na kwa yote ninokuelezea, ndugu yangu. Bwana, nyumbani kwangu changamoto ni kama nilivyokwambia mwenye nyumba katia kufuri kwenye chumba changu, na changamoto ni kodi. Kwa hiyo bwana, mimi niko nomba nipate hifadhi hapa nyumbani kwako, japokuwa siku mbili tatu, ili niweze kupambana na harakati zangu za hapa na pale, niweze kufix, nipate mane kwa ajili ya kwenda kupei kwenye nyumba yangu. Sijui umenielewa ndugu yangu. Ndugu yangu, ndugu yangu, mimi nimekuelewa, ah, ila rafiki mzuri ni yule mwenye kukuonesha wewe njia ya mafanikio. Ukiona rafiki yako akuoneshe njia ya mafanikio, kamwe usikubali urafiki na huyo mtu. Ila tu katika hayo, kama nilivyokuambia hapo awali, haina haja kuongea mambo mengi, uwe jisikie tu kwa nyumbani. utakapokamilisha masuala yako utarudi nyumbani, naamini kikubwa ni pesa hata. Ah, nikutoe wasiwasi tu ndugu yangu, mimi nitapambana niweze kupata hiyo pesa niende kulipa kwenye nyumba yangu, niweze kurudi na kitu kingine. Mimi ndani ya siku mbili tatu hizi nitapambana, nikipata pesa nitakuletea wewe, ili uweze kunitunzia. Maana mimi mambo yangu yale ya kubeti ndio amenifanya paka muda huu unaniona hapa. Sijui umeelewa ndugu yangu? Kwa hiyo bwana, mimi nikipata pesa nitakukabidhi we, wewe na nakujua bwana, wewe zile ni pesa bwana, nikikuletea bwana, uwe makini. Sijui tumeelewana? Oho. Sawa ila sifa moja wapo ya mwanaume ni kuweza kuhimili kipato chake. Ila kwa kuwa umesema kuwa ukipata pesa utanipatia na niweze kukuhifadhia, hilo halina shida. Ila tu ndugu yangu, kama umefikia huko, weka mali itakuwa imekuingia haswahaswa. Vanessa, mke wangu Vanessa, hivi Vanessa, hivi haiwezi kupita siku sisi bila kugombana. Hebu unaweza kutafuta sababu tu ndogo ndogo tu ili tugombane tu, yani sasa, simu yangu unafuata nini? <coughs> Masaku, nimekona muda mrefu sana uko bize na simu yako, kumbe ulikuwa chasa na wanawake zako. Masaku, Masaku, niweza kuongea hapa, naonekana na gubu. Nikuuliza swali, aya, ni huyu Adija ni nani kwenye simu yako? Sadijsa Adija anakujaje? huyu Adija anakujaje hapa? Masaku, Masaku, nimekuuliza swali, huyu Adija ni nani kwenye simu yako? Nijibu, ni nani huyu? ni mteja tu, alikuja akawa anataka salio, akuwa na salio, mimi ndo nikampa simu. Wenyewe sijajua wenyewe, ni yeye, sijajua ni nani mteja Okay, sawa, kuna jina lingine hapa na huyu, Aisha ni nani huyo? sinaniliu nani? Dani Complex alikuja hapa, kawa anataka salio, kaongeana watu wake, ila nishamwambia ukihakisha okay, una chati futa kabisa. Mimi namjua mke wangu atakuja kuniwashia hapa, hatimaye amekuja kunikuta. Angefuta singeotokea. Haya, Masaku, Masaku, hivi unajua, nakujua sana ee yaani wewe huwezi kudanganya kitu chochote kile, huwezi kunidanganya chochote kile kwa sababu ninakujua wewe, Masaku. Elo, angalia mpaka macho yako yanakusaliti hivyo, mwanamke, mbona penda sababu? Epo, sikupi Masaku, sikupi na alafu tulikubaliana, wewe unaenda gengeni, mimi nabaki dukani. Hapo kuja ufatanize nisikilize, gengeni siendi na simu yako sikupi. huyu Asha ni nani? kimke wangu haya, wa mambo mengine tuyamalize. Unajua hapa si tupo kwenye biashara, tutawafukuza wateja hapa eh? Basi tuyamalize, nenda, ndugu nenda gengeni. Sikiliza nisikiliza kwa makini. Mimi naenda Masaku, mimi naenda, lakini wewe nitajua aseme kukamata. Tutaongea nyumbani, nakwambia hivi Masaku, tutaongea nyumbani, nita kunyoosha wewe. Naondoka. mwanamke na nini kuzalishana zalishana madukani hivi nini, jamani? Ah. Ah. Choka bana, ah. Hizi ndoa hizi. Usonisikia mwana mtoka pabaya hivi. Wewe kwa nini mama yako amekuachia uolewe bila hata kukupeleka kwa mtu akakufundisha fundisha? Kwa sababu yeye hana malezi eh? Kwa nini unakuja kumchafua mwanangu, yani mwanangu kawa aangalie? Weupe humu ndani, sisi hatuna haja ya weupe. Sisi tuna haja ya mwanamke ambaye anashika nyumba yake, anakuwa shibabi, anamlea mume, anajua kitu hiki ni kisafi, hiki ni kichafu mtu gani, hmm? Wewe hata kitende hutandiki, kila kitu kichafu umo ndani, ukitoka tu unakupatia tumbo, unakula embe hivi. Wewe umezaliwaje? Umefundishwaje? Umefunzwaje? Sasa wewe una kazi ya kulakula tu, kumtia mwanangu shoti, na ndio maana hata vyakula unavyonipikia ni matopetope, kwa sababu ya kulakula vitu vidogo vidogo. Jamani, umasikini mbaya, kwa sababu kwenu hamna. Ndio maana sasa hapa unafanya kila unachokitaka wewe. We mwanamke wewe, usinitafute muhari. Nguo zangu hizi umezifuaje? hizi nguo hizi umezifuaje? hizi nguo zangu hizi, hata kukunjua pindo unashindwa, mwanamke? unashindwa kufungua hivi ukafua? kwani mi shepu yangu unaionaje? mimi mchafu? unaonaje nguo yangu mimi ninayoivaa? Tafadhali nataka nguo zifuliwe. Hizo ndio kilichokuleta hapa, umesikia wewe? Ha? Hmm. Nyuma ya pazia, Shwai, tena usiniangalie, tumbulia mi macho macho yako mimi. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu. E, karibu sana Simon. Ah, asante mpenzi wangu, niambie. Na pole, nimekusumbua sasa hivi usiku, najua muda umeenda. Usijali, siajaminipa so kwa ajili yako yaani yeah. hmm. kuna kitu hakiko sawa kabisa yani, na ndio maana nimekuita sasa hivi. tatizo hmm. gani tena? Unajua, dada yangu hii ni siku ya nne ya tano hajarudi nyumbani, na simu yake nikimpigia haipatikani. hmm. Inamaana hujawasiliana aba na watu wake wa karibu, ndugu jamaa na marafiki, kujua yuko wapi? nimejaribu kwa ni uwezo wangu sasa. Jina simu yake umejaribu kumpigia kujua uko wapi? Haipatikani? mbona mm, mtihani. Okay, kwa sasa hivi, unajua muda umeshaenda, alafu ni usiku. Mimi ningeomba ile swala tulifanya kesho utakapoonana, sawa? so. Hapana, Simon, naomba usiniache peke yangu. Unajua kwa mazingira ambayo nimeondoka pale nyumbani, aijionyesha kwamba nakuja huko, afunalala huku huku, halafu kingine sinajua mama yupo pale, itakuwa so vizuri. Mege niacheli swala kesho, utaonana tutazungumza vizuri, wala usijali, tutajua tunaanzia wapi kumpata dada yako. Sawa, ina shida? Umenuna? Hapana. Siku zote mimi ndio huwa nakufuata wewe. Ni kipi kimekufanya uje kuonana na mimi leo Trisi? Hivi naruhusiwa kuomba ushauri kutoka kwa adui yangu? Unaruhusiwa, lakini usisahau kwamba bado atabaki kuwa ni adui yako, kwa hiyo unapaswa kuwa makini. <sighs> Unajua Prince, tukio la matatizo ambayo yametokea mimi pamoja na kaka yako, kusema kweli sipo sawa kiakili. Ndugu zangu, marafiki zangu wote walijiweka mbali na mimi, nimepitia msongo wa mawazo sana. Sina mtu ambaye yuko karibu yangu akaweza kunishauri. Yaani sijui nikuelezeje knsi uweze kunielewa, lakini yaani ni niseme tu, ninahitaji mtu wa kunishauri kimawazo akili yangu ikae sawa. Vitu <laughs> <laughs> na vitu vingi sana napitia. Kwa hiyo sasa, ikawaje hapo bwana? Ule dogo bwana, chupu chupu rafiki yangu aingie kwenye mikono ya wanaume hapo. Mi nachojiuliza walijuaje juaje, juaje kuwa yupo mule ndani ule mchongo. Sikakuta na mwanamke wa mtu gesti <laughs> ujue noma hiyo. Je, ki masiala masiala unaweza kusababisha watu wakauana hivi. Hayo unayoyazungumza nilishayatambua kabla hata hujaniambia, kwa sababu hata sura yako pia inaonyesha kabisa kwamba una matatizo kwa. Unajua artist, unachokifanya wewe ni kwamba unatumia nguvu nyingi sana kuweza kuitafuta furaha, halafu moyo wako na akili yako bado haija kubali yale yote ambayo yametokea. Vipi? Mbona ghafla ghafla hivi? Ah, ndugu yangu, nimefika kule, nimegundua simu nime hmm. ya, nime nime vale yangu haipo, nimeisahau. Ile pale, na nilijua tu kuwa utarudi, maana ulisahau katika kochi hapo, nimeichukua nimekuifadhia pale katika meza. Imenivuruga akili ile, ndugu yangu. Sasa hivi, sawa bwana, tutaonana, hamna shida, si bado tupo, tupo hapo bwana. Huyu jamaa mnaishi naye hapo ndani? Huyu eh, ni rafiki yangu anaitwa Mchuzi. Sasa hivi mnaishi watatu, wewe shemeji yangu Bela na hu unamwita Mchuzi? Hamna humu ndani, hivi sasa tunaishi wawili tu, ni mimi pamoja na bwana Mchuzi. Ila husu Bela nadhani hayo tuwachane nayo. Ujue ukichunguza kwa makini katika maisha eh, kila mtu yupo kwa ajili ya kukufunza kitu. Kwa hiyo husu Bela tuachane nayo, tutazungumza siku nyingine eh, eh. Hebu niambie hapo, kachomoka kachomokachomoka vipi? Unajua, kwa watu uliofikia wewe, unahitaji utimamu wa akili kwa kiasi kikubwa sana, na hiyo ndio itakayokusaidia wewe kuweza kuyakubali hayo yote ambayo unapitia. Maana yangu ni kwamba unapaswa kukubali kwamba Prince ni adui yako, tena ni adui yako ambaye muda wowote saa yote anakuja kukuua dapo kama wewe utakuwa bado hauja muwai, ukiisha jitengenezea mazingira ya kuamini hivyo, manaake hiyo itakusaidia wewe kuweza kuwa imara, lakini pia usitumie nguvu kubwa kuweza kujificha wa kwa kuwakimgia watu, kwa sababu watu wapo kila mahali, zaidi ni kwamba unapoteza muda wako. Eh? Matamu we mtoto, wataka uniue? Matunda gani hayo unaletea mimi? Kwa hiyo umeshindwa kuniua kwa mambo mengine, ukaona sasa nimletee matunda ambayo yametiwa mambolea ya kupandikiza, ili ulipe mimi ndipate kufa nisimwangalie mwanangu, nisimsaidie mwanangu, si ndio? Kwani una nini wewe? Umeona, umeshindwa mzunguko wa kuntilia sumu sasa, unipe matunda niumie, si ndivyo? Mbona ndugu zako huwapi matunda kama haya? Takataka hizi taka unanipa kweli mimi, kwani matunda halisi hayapo? Simon, naomba ukanunulie matunda lakini. Warda mimi kila siku navyoongea, tunielewe, naweza nikaongea hapo, kasema mwanaume ana Huyu mwanaume mkorofi, kumbe mwenye unashindwa hata kujiongeza wewe, unapenda genge, unashindwa kuangalia kwamba haya matunda ni mazuri au mabaya. Matunda si yao, yamevundikwa. Mume na wangu unajua, kwa safari hii kujua kwamba ili tunda limewekewa mbolea au ili ni halisia ni ngumu Kula mwenyewe ushibe, kale na ndugu zako, kaite ukoo mzima oje wale ya matunda sili nini, ila mama ni ruhusu za kununulia matunda mengine. Mimi siyo mama ako, ningekuwa mama ako ungeletea matunda kama haya? Matunda ya kupandikiza, matunda yenye ya sumu, mambolea yamejaa sumu, naletea mimi nile? Mwanangu ataenda kununulia matunda. Simon, kanitafutie matunda mazuri na sitaki umtume huyu. Walida, kila siku mimi ninavongea. Huyu mwanaume ni mkorofi, ana shida na matatizo, tunaishije hivi? We, matunda yangalia, yamekauka yana hata maji. Wewe mwenyeshi ajabu, hujana hata moja hapa, umemenya umetuwekea sisi we, mbona nauli? Machungwa yamevundika. Unaita machungwa kuvundikwa, unataka kuniulia mamangu kweli? Chungwa nimekula mpaka hapa hapako, imenikauka mimi mwenyewe tu lakini mume wangu, kwa msimu huu kujua hili tunda ni limewekewa mbolea au ile la kizungu inakuwa Umabu, ni ngumu kula mwenyewe. Simon, mja basi tuongee Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi. Mbona Usa... nipo na wasiwasi sana dadangu, sijui hata uko wapi, je, ni mzima au la Jaki amekukumbuka dada wangu, aupatikani na sio kawaida yako, unipa wasiwasi sana. Kuwa wapi Jaki? Nimetoka pale kwako sijakukuta. Nilikuwa na shida na Bela. Unajua Bela mara ya mwisho alikuja kwangu. Kusema kweli, mi nilimfukuza kwa sababu yani, the way alivyokuwa ananielezea mimi mwenyewe nikaona mm, siwezi kuishi na Bela pa nyumbani kwangu. Aafu mi nilikuwa na shida ya kuongea naye, lakini cha ajabu, kuna siku nimekutana naye njiani, alikuwa na hasira, hatukuweza kuongea chochote. Sijui naweza kufanyaje yani? Nina shida naye kweli, nataka kuongea naye hivi. tisi ni mara ngapi umekuwa ukiniuliza kuhusiana na Bela. Eh? Si nilisha kwambia kuwa Bela hayuko nyumbani, Bela hayupo nyumbani, nadhani hilo ni jibu. Sasa, Bela atakuwa naishi wapi? Kwa kifupi sijui Bela sehemu alipo, nadhani naweza kwenda Yani, hey, hey, ukishaona kuna mambo yangu nafanya, niko busy na simu. Unasemaje? leo niliongea na mama, lakini thamani kwa sikukwambia, mama amesema kwamba anakuja, kwa hiyo ukiona mamangu mzazi yuko hapa unaona hivi vidogo vidogo, sivi? Matunda, vinyamanyama hivi, unaona mamangu anafaidi kabisa, mpaka unaamua unachukua simu unampiga mama yako na yeye atoke huko aje hapo. Unaona kabisa mamangu anafaidi hivyo kwa hapa nyumbani, mpaka umlete naye mama yako e. Lakini mume wangu, mimi sababu ya mimi nawe kulumbana kwa sababu mama yupo hapa, na mamangu akija, anakuja kwa ajili ya kutusalimia, alafu istoshi hali yangu sasa hivi mimi nitia maji, tia maji Hawa ni watu wazima wenyewe wanajua zaidi kuhusu uzazi hmm? Kwa hiyo unataka kumfanisha mamangu mimi na mamako wewe. wewe Okay, unavyosema dakika like zangu za mwisho mwisho, tia maji tia maji. Kwa hiyo mamako wewe ni nesi au dokta kwamba akija hapa ndo atakushughulikia kwa kila kitu? Sitaki ayo makelele yako, basi fanya hivi, Simon umpigie mama simu na umwambie kwamba bwana, mimi sitaki uje kwangu. Unajua mimi swala la kuwa na viko ubaya kila siku, we uonekane mwema, mi kwa kweli ile swala siyafikiani nalo kabisa. Mpigie simu mamangu mwenyewe, mwambie kwamba bwana mama, mimi sitaki uje kwangu. Sitaki tena kuonekana mimi mbaya, nimechoka kuonekana mbaya. Hey, waida, huu ni usiku Nahitaji niote ndoto nzuri, ndoto za kustarehe eh. unataka niote mandoto maumau? makelele ya nini? Mwanamke utantolo munuwan Mungu wangu, Mungu wangu. Eh. uh -uh. No. Hauna sababu ya kukaa <laughs> hapa sembleni. Kwa sababu unajua umetoka safari na umechoka. Mbona, kama uko sawa, niko sawa mwanangu. Jumba vya wageni vivyo hoja hapa, elfu tano elfu kumi unachagua wewe. Yani unamleta ndani kwako